kwa sioni mtu anayeshangaa kwamba sisi hatujasaini kanuni za maadili. Tunataka mfumo wa uchaguzi wa nchi hii ubadilishwe, ubadilike, tuwe na uchaguzi huru na haki, tubadili sheria ambazo zinatoa feva kwa chama kimoja, halafu wote sasa tutengeneze uchaguzi ambao ni huru na haki. Huo ndio msimamo wa chama chetu, ndio msimamo uliofikiwa kwenye mkutano mkuu wa chama chetu, ndio msimamo uliofikiwa kwenye baraza kuu na kamati kuu ya chama chetu. No reforms kwa hiyo ndio hapo tunaposimamia. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.